Maro, bita, ni maandalizi ya kumpokea mgombea urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi sisehemu hapa mkoani Manyara. Nyuma yangu mtazamaji, kama unavyoona ni vijana wa hamasa wakiwa tayari kabisa kujiandaa kwa ajili ya kumpokea mgombea huyo. Hii tunaona kama mama anachelewa kuja. Mama njoo, tunakukaribisha sana. Tumejipanga wananchi muwai, kesho kule Hanang atakuwepo na kesho kutwa asubuhi sana, muhai tumejipanga vizuri kumpokea mama. Mji umejaa sasa hivi, kwa kweli tunashukuru sana mama, huyu mama mwenye huruma, mama mpenda watu, mama mwenye mapenzi mazuri na sisi, mama amebeba matumaini sisi. Maandalizi yetu yako vizuri, tangu jana mpaka sasa tunaendelea kupambana na vijana wa masomo, tunaona wapo wengi. Tunampokea mama kuanzia kesho, tuko tayari muda wote na kura ziko 39 nikutiki tukasai sana kupokea mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkoa wetu mzuri, mkoa wa Manyara na tumejipanga vizuri kumpokea mheshimiwa rais, na tarehe 29, nikutiki tu kwa mheshimiwa rais. Kutoka hapa mkoa ni Manyara, mimi ya Farah Suleimani wa ZBC.